Mama yako anaweza kaogopa akikuta wewe kesho, una skendo mba, umefumaniwa na mwanaume huyu, umefanya jambo hili baya, umeshikwa mwizi pale, anaona haya kujiingiza katikati yako kusema huyu ni mtoto wangu. Jamani, ni wamama tu wachache ambao watagaragara kukuombea msamaha, lakini Yesu, Yesu hajaona aibu kuturehemu sisi, Yesu. Kiasi cha kwamba yeye alikuwa tayari kutunyonga. Yeye akajitoa kusema mimi niko tayari kumwekea mzamana ndugu huyu pamoja na kwamba ni jambazi. Hapa sielewi, asilimia kubwa ni wagonjwa wengine ni maraya, wengine tuna kiburi, wengine ni wezi, wengine ni wazinifu, lakini baba yetu mbarikiwa hakuona haya, pamoja na kwamba jamii natufahamu, jamii inatujua kwamba huyu jamaa ana kiburi, huyu jamaa, huyu anazarau sana, lakini haya, baba yetu mbarikiwa hakuona haya kutuwekea dhamana. Tunapomtaja Yesu wa mbinguni juu, kuna mtu ambaye tunamwona amekuwa mfano wa maisha yetu. Nazungumza habari za mama. Hapa ndo Yesu, yuko juu kule ndo Yesu. Sasa nilikuwa namuona Yesu mbinguni kwamba yeye ndo alikuwa anakaa ibadani pale. Hapana, yeye amevaa ule uungu wa kimungu ndani yake, ambao mimi nikita, nikimtazama na tamani mimi nikimwangalia natamani kwamba na mimi natamani niwe vile, natamani na mimi ningekuwa kama yule pale, hawa mimi kufanana na mfano kama hivyo. Hata siku ile tuko msibani kwa mtumishi Meli pale, mimi eti wanasema nafanana na babu, nikasema nyie, wanamwambia mtumishi ombeni we huyu, nikasema acheni mzaa, yaani acha kabisa mzaa kabisa, acha. Mimi sioni fahari kufanana na mtumishi Meli kwa sura Sijawahi kuona fahari sura hizi kufanana nazo. Mimi natamani nifanane na wewe kwa matendo na kazi unazozifanya nzuri. Zile wewe unasema huyu mtoto amefanana na wewe, amefanana na wewe, lakini na tabia mbovu chafu. Raha ya kufanana na mtu ni vile mtakavyokuwa na nia moja na kusudi moja, nia moja na kusudi moja. Yesu ametubebea dhamana sisi ambao tulikuwa hatuna sifa, tulikuwa hatuna sifa kabisa, hatufai, yani tunanuka, watu ambao hatustahili hata kutaja jina lake. Hivyo hivyo ametuwekea dhamana angali ni waovu. Tumefika hapa, baba zetu nyumbani walitukinai, kaka zetu walitupiga kwa sababu ya zambi tulizokuwa nazo Baba zetu waituchukia kwa sababu waliona hili litoto litaniaibisha, wakawadilini. Lakini mbarikiwa, ameona ameona, hakuna yani, ameona vema kukaa na mijamaa milevi, kukaa na mijamaa maraya mizi mitukanaji misingiziaji, yenye wivu ndani. Katika haya yote niliyotaja, naamini mmoja we sio maraya, lakini una wivu ndani wewe sio jambazi lakini una kiburi. wewe sio mkorofi lakini una hasira. Lakini Biblia imesema iweni na hasira iwe na kiasi, tusio na hasira zilizozidi. Sasa jipime wewe, huko kwenye Biblia mule unafiti, kwenye huo mstari ukishaona ufiti ujue na uko nje. Baba ametuwekea dhamana sisi ambao tulikuwa tuna sifa ya kukaa hapa dakika hii wakati huu, yuko kwenye shimo lakini ametuwekea bado. Zamani amejua hii mtoto nikiacha nikifunga mlango pale nitakuta sio mi watu nitakuta inakula watu, akaona vema. Na bado ndo maana anatuhamasisha, anasema bado tuendelee kumpenda Mungu kwa sababu anajua huko ndiko yaliko maficho, huko ndiko kuliko usalama wetu. Wewe mpaka leo hii toka kabla na baada. Tulikuwa tunagombana kila wakati. Yaani mara nyingine unamkuta ameiba mahali amepigwa mdomo huko hivi. Kwa hata tunapowazungumzia kujisikia vibaya kwa ajili yangu hawawezi, hawawezi kwa sababu nasema vitu ambavyo nimeviona, mambo ambayo kabisa wao wanashuhudia, kwamba baba yetu mbarikiwa ameriski maisha yake kwa ajili yao. Nani angempokea mtumishi doni? Nani angempokea mtumishi adonai? Mtu ambaye hata unapopishana naye ananuka, unasema huyu brother naye kwani unapitana naye? Yaani ananuka kweli kabisa. Kweli, kwa sababu hali aliyonayo mtu amelala kilabuni, wewe bangi zako, wewe madawa yako, vyote ni vya kwako. Alafu nguo umeibadilisha lini? Utakumbuka na hali ya kubadilisha nguo? Utakumbuka? Jamii ilitukataa, lakini baba yetu ametukatisha hapa ili tumwabudu tukataa walitukatia tamaa, wengine wanasema Adonai alishakufa lakini baba yetu hajatukatia tamaa. Ametukusanya, ametuleta hapa, ametufundisha habari ya Mungu. Tuko hapa tumewekewa zamana, tusifanye fujo, msigombane njiani. Kweli baba yetu hayupo, hatuna sababu ya kuanza kugombana. Tumeshaona wema wa Mungu sana ukisoma hiyo masaaya tisa mstari wa kumi na tatu inasema, soma kwanza, tuisome kabisa, kazie kazi hapo, tisa mstari wa kumi na tatu, kitabu cha Mathayo Mtakatifu, sura ya tisa na mstari wa kumi na tatu anasema, ndio lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nataka rehema. Nataka rehema. Wala si sadaka. Wala si sadaka. Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki. Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki. Bali wenye dhambi. Bali wenye dhambi. Biblia nasema lakini, kajifunzeni maana ya maneno hawa hawa nawataja ni watu wakubwa wakubwa, walifanya matukio makubwa haya. Sasa sisi ambao, wewe unaweza kujiita, ulikuwa na hasira. Sasa umemlipa nini Mungu? Au umemlipa nini aliyekufundisha habari za Mungu yeye? Biblia inasema kwamba bali anataka rehema, wala si sadaka. Kuna sadaka yoyote tuitoa? Kuna chochote tunaweza tukampa Mungu? Kuna namna yoyote tunaweza kusema Bwana, mpaka hapa nimefanya wema, nimelipa, inatosha We Mungu ni kweli, umenisaidia umeniwezesha, hali iliyofikia nayo hapa sasa, inatosha. We umefanya lipi? Umefanya lipi? au mimi niseme nijidanganye, nimefanya lipi kwa Mungu kwa ubaya na matendo maovu yale, nimefanya lipi? ili tuendelee kwa Mungu ni lazima tusamini tu, tu, tu, tusamini msamana wa Mungu. Tusamini ile aibu ya mcha Mungu aliyotuweka hapa. Hayupo siku zote nasema baba hayupo lakini Mungu yupo. Kama Mungu yupo bado tuna nafasi ya kuendelea kujichochea. Tuna nafasi ya kuendelea kujipuruni. Tuna nafasi ya kuangalia kwamba wapi na feli. We, baba isema hivi, jililieni nafsi zenu. Yaani tujililie sisi. We ukisema hayupo, mimi nitadoji. Ni wewe mpendwa, ni wewe kule hautakuwa na baba siku ya siku yaani siku ikifika hautakuja kuwa na mama wameshakuwa kielelezo kwenye maisha yetu wamekuwa mpicha na mfano wa maisha yetu wao wamekuwa sababu ya mimi na leo na wewe tumekaa kwenye kiti hapa kazi yetu ilikuwa ni nzito hakuna mtu ambaye angeweza hakuna mtu angeweza kukudhamini mimi nakwambia kweli mfano, umeiba TV, alafu mzazi wako anasema haya, nataka nikusamee, utalipa hii TV. Ndio haya, nani nitafute? Mzazi anasema hapana, hapana, wanakataa, wanakataa, wanasema hapana, fanyeni linaowezekana, labda kama ana nguo zake auze. Wanataka kitu chako, we mwenyewe ukitafute, ukiuze, ndo ulipe lakini mzazi wako kabisa, nawe ni mtoto wake, hawezi kukubali kubeba aibu zako. Hakuna mzazi anayekubali kubeba aibu zako, ni mcha Mungu tu. Ninapozungumzia kwamba ni mcha Mungu, maana yake kama mzazi wako ni mcha Mungu, ataweza kubeba aibu zako. Kama ni mcha Mungu, analijua pendo la Mungu kabisa, ni kumtoa mtu kwenye dhambi, atakuhurumia na atakuwekea dhamana. Yesu ametuwekea mzamana kwenye maisha yetu. Baba yetu ametukalisha hapa, ili atufundishe, ili atukataze maovu, ili abadilishe hisia na namna zetu nyingi mbaya. Ukiangalia, si kwamba tulikuwa wazuri, hamna, hapana. Mimi nakataa, nabisha, kwa sababu ni wengi tulikuwa na hila ndani, wengi tuna hasira ziko ndani, wengi tuna vizarau umo ndani wengi tuna majifuno humo ndani lakini baada yeye, akasema hili jamaa, mimi naliwekea mzamana. Hili ni jamaa, pamoja na kwamba limechakaa, mimi naapika hapa, nauza nyumba kwa ajili yake, nauza uhai wangu kwa ajili yake. Mzamana uko tayari kuuza uhai wako? Maana yake ukishamzamini mtu, kama atatoroka, wewe ndio unaingia kati Yani wewe lazima ndo uingie kulipa lile deni, wewe lazima uwe mbadala wake, kwa sababu wewe ulikubali kusema huyu ndugu unamwamini. Maana yake una mpaka unamwekea mzamana, unamwamini. Ni kweli ni jambazi, lakini unamwamini. Kama umwamini usinge mkubali. Bwana ametuamini, anajua tunaweza kuokoka, na maana ametuwekea mzamana wake ndio maana ametuketisha mahali hapa, ndio maana tuna sisi mioyo yetu inabubujika ndani. Bado tunamhitaji Mungu sana. Bado tunamhitaji Mungu, Mungu sana kuliko siku za mwanzo, kwa sababu siku za mwanzo alitembea na sisi kwa namna za uchinga, alituchukulia kwa sababu mambo mengi, unakuja kanisani unafanya vitu kidogo. Ndio maana hata baba yetu hapo we anapendwa na ajabu. Mimi saa hizi ndio naanza kuvuta picha sasa, kwamba kumbe mzee anavyotuhurumia na anavyokurehemu, unakuta umefanya kituko amekuacha. Ye ni kitu kimoja alichokiweka tu, kizini tu ndo unatimka. Yaani ukizini tu, mlango mweupe bila majadiliano, hilo tu. Lakini unakuta wako kina Makaveli walikuwepo hapa, anaenda na lewa, anamsamehe, anasema endelea, nakuvumilia. Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye upendo huyo Mungu hatumuoni kule mbele, tunamuona kwa baba yetu, tunaona kwa mifano. Kina Adonai alikuwa anakuja amelewa ameshika hapo ameshika kamua hapo ameshika kamua amelewa mama ameshika kamua huko anatingishika, lakini Mungu huyo huyo amemlehemu leo, tuko naye. Siamini kama utamwona Adonai saizi anaweza kutamani hata harufu ya pombe, hawezi mimi hata ukisema mwekee mzamana saizi, naweza nikamwekea kwa sehemu eh, ila kwa nyuma huko anajua, vita vyetu ni kukanyagana tu, mkikutana kanyagana tu eh, <laughs> ni kukanyagana tu. Yeye anataka hela ndio muongee. Yaani ati useme kula chakula? Ah, amna. Kwa hiyo Mungu moya wa Mungu tunauona kwa mtu Moyo wa Mungu tunauona kwa mtu. Sisi kama wana kikosi kazi tumeuona moyo wa Mungu kwa mtu. Mimi Arure nikusanye watu wawe nyumbani, mirevi mikorofi, inagombana huyu na huyu, hawapendani huyu na huyu, damu hazipatani huyu na huyu, ana hasira naye huyu na huyu, amese... ile lugha aliyosema mimi sijamuelewa, amekunja kona nyingine, itakiwa A anyoshe maelezo Itakiwa anyoshe maelezo na yeye angejiingiza. Unajua sisi tunafurahi sana mtu kama anakusema na anajisema. Yaani akiwa umekosea wewe, lakini akuseme ubaya wako na ajiseme. Asipojisema akasema ubaya wako tu. Unaanza yeye. Yeye sasa. Mbona yeye ana makubwa zaidi ya haya? Lengo la kusema wewe angalia, kwamba huyu ni mpiga debe kama nimpiga debe amesababisha mimi nisafiri, wacha niendelee na safari yangu ya wokovu.